Ili kufika mahala ambapo wamefika, inakuwa sasa ni kana kwamba ni wao wenyewe wamejifanya kuwa mahala ambapo walipo. Musa anasema ha -ha. Awe ni mtu ambaye amechaguliwa na Mungu, na Mungu hawezi kuchagua mtu ambaye ataongoza watu wake vibaya. Anayechaguliwa na Mungu anakuwa ni mtu ambaye ametambulikana na Mungu ameona anastahili katika kazi ya kuongoza watu wake. Kwa hiyo Musa anasema kwanza, awe ni mtu ambaye Mungu amemchagua, lakini anasema pia asiwe mtu anayejipatia farasi wengi, asiwe mtu anayejipatia farasi wengi. Farasi ni ishara ya vita, farasi ni ishara ya nguvu. Majiteta wengi wanatumia silaha hiyo ya nguvu kuwagandamiza, kuwaumiza, kuwakanyaga na wengine. Alisema asiwe mtu wa kutaka kujipatia farasi wengi. Katika dunia ya sasa, nchi ambaye ilikuwa inasaidia nchi ambazo zimeumia kabisa, ama nchi zilizo chini, kama Marekani, juzi walisema ile msaada ambao walikuwa wanapeana hawatapeana tena lakini, unajiuliza pesa hizo sasa zitaenda wapi? Nchi za ng'ambo sasa zinaweka pesa katika mambo ya vita, mambo ya kujikinga, mambo ya kujizuia. Hapo ndipo pesa sasa zinaenda, zile pesa zilizokuwa zinaenda kuangalia watu wenye njaa watu walio wagonjwa, watu ambao wamedhoofika. Sasa priorities are different. It it is is not about about the poor. It is about power. It is about military might. Nani aliye na silaha kali? Nani anaweza kutawala ulimwengu? Nani anaweza kusema na kila mtu akasikia? Usiwe, asiwe mtu wa kujipatia farasi wengi, na akasema pia Asiwe mtu wa kujipatia wake wengi. Nafikiri watu wakipata pesa sana, basi anaongeza mwingine na kuongeza mwingine eh, inakuwa kawaida. Akasema pia asiwe na fedha nyingi, asiwe na fedha nyingi. Kuwa na fedha nyingi ni kusema wewe umetoa wapi wakati wengine hawana, wewe unatoa wapi eh? Mwenye kutaka uongozi awe ni mtu wa kujitolea kwa ajili ya wengine, asiwe don't be a person who accumulates, unajiwekea unajiwekea unajiwekea. Unajua katika nchi zingine ukitaka hata kusimama urais Unaulizwa, tuelezee vile ambavyo umepata pesa zako kwa na mabilioni, tuelezee vile ambavyo ulipata mabilioni hayo. So asiwe mtu wa kuwa na fedha nyingi, sababu unapokuwa na fedha nyingi ni kusema wengine umewagandamiza, wengine umewaumiza, wengine umewanyima hata hakisa. Na anasema wasiwe pia na dhahabu Dhahabu ilikuwa ni ishara ya kifalme, na wafalme wengi waliweka hata dhahabu katika ikulu zao, ikiwa ni ishara ya ubabe, ishara ya the might know, kwamba ako nayo. Anasema ah, siwe mtu wa kujiwekea vitu kama hivyo, na anasema mwisho, awe mtu wa kusoma Torati, awe mtu wa kusoma Torati ili aweze kumwogopa Mungu aweze kufanya haki awe mwenye hekima na busara na awe mtu wa kweli, awe mtu wa kweli katika nchi hii. Kama hauna ukweli wewe ni nani? Wewe ni mwongo. Na uongozi wetu mwingi mara nyingi umetuahidi umesema, lakini hatuoni hayo maneno yakiweza kutekelezwa. Anayesimama katika uongozi awe mtu wa kweli. Hata ukiwa baba pale nyumbani na mama pale nyumbani, ukiongea uongo, ukiahidi watoto wako kitu kila mara, akikuona akakuuliza, mama ulisema baba, uliahidi. Musa anasema wawe watu wa kweli, na wakifuata kweli torati ya Mungu, wakifuata sheria za Mungu uongozi wao utakuwa bora. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo Papa Pio wa kumi na moja aliona kwamba walitaka kuondoa torati ya Mungu. Walitaka kuondoa wa Mungu katika maisha ya, ya jamii ili wafanye jinsi ambavyo wanataka wao kufanya. Swali langu leo, nani mfalme wako? Leo hii tunasherehekea sikukuu ya Kristu Mfalme. Sisi tulio Katoliki Kristu ndiye mfalme wetu. Na ufalme wake ni tofauti, Jinsi tulivyoimba tulipokuwa tunaingia hapa, ufalme wake sio wa dunia hii. Wengi walidhani kwamba amekuja kufanya ufalme wa dunia. Yeye hakuja kufanya ufalme wa dunia, alikuwa na ufalme tofauti. Yeye hakuwa na watumishi, lakini aliitwa Bwana. Yeye ambaye ametumikiwa, yeye alitumika. Kristu alitumika alipoosha miguu ya wanafunzi wake na akawaambia, na wapeni ishara na nyinyi mufanye vivyo. Kiongozi gani anaosha miguu ya watu wake? Tunawatandikia maleso wapitie. Huyu mfalme ni falme aliyekuwa hana shahada, hakuwa na shahada, lakini aliitwa mwalimu. Sisi tunapata shahada kidogo hapa, tunataka kila mtu ajue kwamba we ndiwe mwerevu kushinda kila mtu mwenyewe. Kristu hakuwa na shahada, lakini aliitwa mwalimu. Alipofunza, hakuna mwengine amefundisha kama yeye, mafunzo yake yameendelea kila siku kunawili na kustawisha maisha ya binadamu, kuelekeza katika njia ya Mungu na kuonyesha anavyopenda Mungu sisi tuwe katika maisha ya kila siku. Hakuwa na dawa lakini aliitwa mponyaji. Wengi waliokuja kwake aliwagusa, wakapata kupona. Aliwaombea, wakaondokewa na mapepo. Alikuwa mponya. Na hata leo hii anaendelea kutekeleza kazi hiyo hiyo ya kuponya mioyo ya e watu na kuponya maisha yao. Hakuwa na jeshi lakini aliitwa mshindi kutaka kupigana na wale waliotaka kumshika. Aliwaambia rudisha panga alami wake, mimi sikuja kwa vita. Yeye alikuwa mfalme mwenye kilete, hakuvaa taji la dhahabu, alivaa taji la miba. Hakutawala katika kiti cha enzi, alitawala ndipo utawala wake ulikuwa hivyo, ndipo alionyesha upendo mkubwa kwa wale ambao Mungu alimpa. Utawala kama huu haupo, na anaendelea kutuambia katika utawala wake, wa kwanza atakuwa wa mwisho na wa mwisho sio utawala kama wetu, ambapo wengi wanatafuta nafasi hiyo ya kwanza. Katika utawala wake, uongozi ni kujinyima, uongozi ni kuangalia walio chini, wale walio na maisha dhaifu.